Yes, bwana kutoka kwenye kambi ya Doko Film naweza nikasema hivyo, moja kati ya familia ambayo kwa sasa hivi ndiyo habari ya mjini. Kila mtaa unapopita jina la Ashura Kiuno ndio jina ambalo limetaradadi. Moja ya tamthilia ambayo inafanya vizuri sana kwa sasa. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapenda hizi tamthilia na kama hujaitazama Ashura Kiuno, nikwambie tu kuna vitu vingi sana unapitwa navyo. Mimi ni familia moja kati ya watu ambao wa wanapenda kutazama hiyo tamthilia, nimeshaitazama kuanzia moja mpaka hapa ambapo imefikia. Nyundo TV tukasema tusiache ili lipite, wacha tu watafute washiriki tuzungumze nao, watuambie ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kuuteka mtaa. Tumeshazungumza na baadhi ya washiriki na muda huu nazungumza na mwenye jina lake Ashura Kiuno mtoto wa miaka elfu mbili kama vile ambavyo yeye anajiita bibi, bibi nani vile, Bichaka Bichaka atuambie ilikuwa ni rahisi kiasi gani yeye kuweza kuvaa husika ambao ameuvaa kwenye tamthilia hili na kuweza kuyapata maua ambayo mtaa inafahamu kile ambacho amekifanya. Bibi, shikamo. Ah, na bakwema. Kwa mbona, kama umekuwa mnyonge hivi? Amna, nafunga sita. mm. Ah, Mungu akupe Mungu Mungu, tuseme Mungu akupe akulipe kwa hili amina na, nashukuru mm. eh yeah, lakini namadhani leo tumefunga Ramadhani e, tumefunga kwa hiyo tunamsindikiza mgeni, maanake mgeni akishafika nyumbani kwako ukishampikia amekula akikwambia anaondoka au anakuaga naondoka, msindikize. tunafunga na kuswali? eh? tunafunga na kuswali? mashaallah. Na maswali mengi sana nitamani nikuulize hivi mm -hmm. ilikuwa juu eduka msanii wa kuigiza mimi kusema ukweli, mimi sanaa imenifuata sana imekufuata eh, nisingesema kusema sanaa imenifuata, sijaenda kwenye kundi lolote kusema mimi nataka kuigiza, hapana, ila kulikuwa vijana walianzisha kundi, ndo walinifuata kusema mama, sisi tumeanzisha kundi, tunamtaka bibi kubwa kama wewe, kwa hiyo wewe mama, tunakuomba utatufaa kwa hiyo kwenye kundi letu na ilikuwa ni mwaka gani yao, na vijana hao kina nani? Mwaka... ah, mm, ni miaka kumi e, e, e na nne, kumi na nne tangu ulipoanza kuigiza. elfu mbili na ishirini na tano toa kumi napata elfu mbili na ishirini utanisaidia nikikosea, miaka kumi na nne maanake ni elfu mbili na ngapi? eh kitu kama hicho, elfu mbili na moja elfu mbili na ni ukweli kabisa e. e. Muda mrefu kwenye kazi e. na kazi ipi ambayo imekufanya jamii ikujue? maana mda wote una kazi takuwa nyingi umezifanya, ila kuna moja ambayo hilo ulioifanya ndo jamii kamjua bibi huyu hapa, huyu ana kitu huyu. Kikongwe. Kikongwe. E. Ambayo hapa hapa kwenye familia ya, ya Kodo. e. e. Ah. Kikongwe. Mm ah. paka yakikongwe mpaka alivyokuja hi Ashura Kiuno ndo mmezidi, ndugu yangu kunijua Hivi mm. hivi watoto wako wakitazama kazi yako unasemaje? Haina shida, mbona wanacheka tu, kila siku wanapenda kuiangalia, mpaka mamangu mzazi mpaka eh? Eh. mamangu mzazi bibi, una mama yako mzazi bado yupo eh? Mamangu mimeziwa toboa wa. mtoto eh. mbichi mweupe. Mamako? Mamangu. Yupo hata leo kanisafirisha, msikilize eh, eh, doko mwanao hivi na hivi kamwambia, ulikuwa naniuguza kwanza, kamwombe samani, nikamwambia sawa. Mm. Eh. Kwani wewe bibi ulikuwa na miaka mingapi wewe? Nani? Mimi si ndoto elfu mbili hata na tafuta vipi, elfu mbili si ndio huo? Au mama angu jamsikia, elfu mbili <tis> <tis> <tis> <tis> eh. Eh. <Na> <tis> Mm. Bado mbichi natafuta Mansboy. Mansboy. Hivi jina la Mansboy ni <laughs> <laughs> uliambua useme hivi au ulikushinda kusema handsome boy? Hapana. Eh. Sikiliza nataka nikwambie. Niambie. <laughs> Sio nilishindwa nilichapia. Ulichapia. Umeona? Mm. Maana mara ya kwanza niliongea vizuri vizuri. Mm. Sasa eh, Mansboy. Mm. <laughs> wanab mara ya kwanza nilizungumza vizuri. Sasa ile mnasema, sijui mm. nini nini, vile kama mkishuti, halafu mnasemaje nini will... hey. <mulikana> <mulikana> wakanambia haya, tena turudie, ndio nikachapia nikaita Ansiboy. Sasa mm. katika Ansiboy lile likapitishwa mm. Wakasema hii Hans Boy ndio mzuri. unapata unapata fahari ama unapata unajisikiaje? mm. vile unavyoona umeanzisha jina Hans Boy huko mtaani, kila mtu Hans Boy, Hans Boy. Eh, najisikia vizuri eh, nashukuru najisikia vizuri mm. namshukuru mwanangu Doko, maana mm. eh, mimi nimefanya kazi mm. nikikwambia, aibu aibu hata kilichotokea hakuna wakati ule enzi za nani za CD. Hmm. Zimeuzea kwenye CD kwenye kapu hmm. Pa kuipeleka hakuna hmm. Hey. Maana wewe miaka yote ulikuwa unafanya kazi ulikuwa hujawahi kujulikana, mmoja kujulikana hapa hmm. kwa Doko. Maana hmm, siwezi nikaficha mimi nafunga hmm. Siwezi nikamungopea Mwenyezi Mungu hmm. Kusema ukweli, nimeanza kujulikana kwa, kwa Doko, Doko. Kikongwe ah. kwa nini mpaka ujulikani hivyo, kazi zote ulizopita huko? Sijui amsikingi yule, nimefanya naye kazi mwaka mzima, amsikingi huyo. uh -huh. na najisikia hata aibu, ananitaka mm -hmm. lakini sasa hivi anioni, alifikiria niko hapa niko mm -hmm. niko mbele, mwingine nani? ah, ah, <laughs> sio kwa ubaya, walau wale watu ambao wanamtazama Shura Kiuno waone kumbe Ashura Kiuno kapita sehemu nyingi. Pointi yangu ndio huyo, atumseme mtu kobaya uh -huh. Nimeenda kwa misikingi, nimeenda ni kwa mtoto mmoja anaitwa nani Jim Jim, mtoto wake nzenyanza, hakuna uh -huh. kitu uh -huh. nimeenda kwa kijana mmoja anaitwa nishamsa. Sasa hivi siko naye pamoja, nilicheza yeye uh huyo, tulienda Kambi Rufiji mm. Tanzo Tanzo tulicheza goma la Kindengeleko, ndiyo, ah, wewe Mndengeleko bibi eh, kweli muvi ya Kindengeleko, ah, nani ile kwanza, wewe wewe wewe kabila gani? mimi Mndengeleko. Kweli eh, Ndengeleko, ah, e. Ndengeleko. nakijua si e. <laughs> Unataka niongee? Eh, ongea. Okay. uh -huh. Wenga embe kabila gani? wenga nenga eh, Ndengeleko Ndengeleko kwako <laughs> <U tete. laughs> <Kutate>? <laughs>

E, ndo mamangu mimi nyangasinda wale akina akinangasinda ndio mamangu mimi kwa hiyo wewe, kama ina maana mimi wewe dada yangu, si maanake ndio, eh yeah? tuzungumzie kazi yenu ya, ya Ashura Kiuno ilikuwaje, hadi jina kwanza ukapewa wewe la Ashura Kiuno? mi sijui muulize na nini, bosi wangu mm, ndo akatunga stori ya Ashura Kiuno, akanambia Ashura Kiuno wewe mama, nikapokea mm. yeah ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuweza kuvaa ule usika ambao unao kwenye kazi yako? Hata ukiniambia beba mavi mimi nabeba. Si kazi. Siwezi ni alivyoniambia mama wewe ah. Kana enda nayo Ashura Kiuno. Maana Ashura Kiuno mm. na, mm. na watoto wake watatu mm. ilo jeshi la mama mm. na watoto Il, ili, system ya, ya kikao Nani katunga? <laughs> <laughs> mtu akiwa kwaza za mkae kikao cha familia <laughs> <laughs> Wewe. Wewe mwenyewe direct mwenyewe sasa. Kiuno, una visa na familia yako eh? Ah. Sasa visa vya nini? mimi anichanganye mtu mm, au <laughs> alete mwanangu apate mimba huko mwanawe, kama yule jamaa aliyokuao mwanangu ana mimba? kwani mwanangu mimi ndo alipitia tu, huyo mwanawe alimuuliza vizuri mm. ameona kusema nimtaje mtoto wa Shura Kiuno anajulikana mm, nimenkana na mwanangu yesa wengi uh, kwa mwanao ndo Yu, vile uo unge, sasa nini kukataliwa hiyo ni kawaida kukataliwa. Mtoto wa kike hata mwenyewe sikaulizwa hapa, hata kama ndio, hata kama kalala pengine akaja kumuongopea kule kakataliwa. Nifahamu kwa vile ambavyo umeshiriki kwenye Ashura Kiuno, mtaani kule huwa wanakutazamaje sasa, ama umaarufu wako umeongezeka ama kupungua kiasi gani? Umeongezeka, umeongezeka, wewe ukipita nakwambiaje, ah, mpaka najisikia raha Laha. Na saa zingine najisikia hata karaha jinsi mm. watu walivyonipokea kusema ukweli. Karaha inakuja inasababishwa nini? Najisikia aibu mm. <laughs> <Kwa nini aibu? laughs> sasa watu wanadizonga, e. e. mm. Ashura Kiuno hata nikipita watoto wadogo mm. juzi tu pale pale nyumbani nilikuwa mtaani mm. natembea kili ning'ang'ania kitoto huyu mdogo kidogo, tuseme yule wa miaka mitatu huyu Mtoto wa miaka mitatu akawa amelia kumlilia mama yake, nataka nipige picha na shoga yangu Ashura Kiuno. Simjui anijui yeah, na kujua sasa maana, nataka kupiga picha na wewe. Ehe, kusema ukweli pale wakajazana nikasema huyu mtoto malaika. Mm, baraka, baraka nikapiga naye picha, aliondoka na fulani: nimepiga picha na rafiki yangu, mama yake akasema hii picha, picha, picha nitaenda kuitoa napendwa sana na watoto, wakubwa, wanaume, wanawake wanafurahi. Kuna wale ambao wanakusemaga kule mtaani, kakusemwa kupo, anakusemaje, kusemwa kupo na kukosa na mtu, ukimwona anakukosoa basi ujue umemzidi. Kuna wale ambao wanasemaga unajizalilisha hivi na hivi, kwa vile ambavyo sana yako sijui nini kwa nini ya ushuti vina, vina hivi hmm. Na ambia mnitue, msiwe hivyo sitaki, sija mwomba mtu. Na nyinyi mkiona kusema mimi na faidi, njoo ni moja kushuti hmm. Ile ni kazi hmm. kama kazi nyingine hmm. Lakini wengi ambaye wanani wanakusifia, ehe wananisifia kwa sababu wamenijua toka niko toka hmm. Na wambia, wale walikuwa wananiteta wananiambia, live tulikuwa tunakusema wewe

Ndo alionisababisha nionekane au nijulikane. Maneno gani mazuri ambayo unahisi unastahili kumwambia Doko kwa hivi ambacho kwa hiki ambacho amekufanyia? Maneno mazuri kwa Doko, kwanza namwombea kwa miezi, Mungu, Mungu azidi kumzidishia baraka, amwangalie kwa macho mawili kwa kazi yake anayoifanya, ampokelee. Eh, semea amina. Amina. Sawa, kuna, kuna watu ambao labda wanakutafutaga ama Doko wa amekuzuia utakiwa kufanya kazi na watu wengine? hapa ni hapa hapa tu hamna. Namshukuru kwa hilo hmm. Ana roho mbaya, riziki inapatikana nanambia na, eh, riziki inapatikana, na ananipeleka mwenyewe, mwenyewe, hmm. Ananipeleka mwenyewe. Kama sio mwenyewe ananipeleka meneja hmm. Ilo nashukuru, nasikia wengine wanakataza wasanii wao hmm. Lakini mimi nashukuru hmm. Naenda pande mbalimbali mbali. Kumekuwa na wamama wengi ama wabibi wengi ambao wanafanya sanaa kama wewe, lakini wengi huwa hawajulikani. unaishi shida nini? Sijajua. mimi sijajua kusema kweli kwa hilo mimi nitashindwa kujibu, uh. Sijui uh. Eh, kubaniana labda mtu awataki mwingine awe star. Sijui wenyewe, mimi sijui kwa Tanzania ili tumuone mtu amefanikiwa, lazima tumuone wa kwenye kazi kubwa kubwa zile za kwenye Azam za DSTV. Tutarajie siku kukuona, ama kuna namna yote ambayo umeshaanza kuingia kujuana na hawa madirector wakubwa wakubwa kwenye wa kazi hizo za duniani, ukiacha hizo za YouTube? <coughs> mtu kubwa, nilienda kwa nani, kwa Steve alinihitaji, nilienda kwa ikilamu, nimeenda Eh, kazi gani? Ulifanya tangazo la simu. Ba tangazo la simu, hmm. Alafu sijui movie gani ile inaitwa sijui Donta, sijui. Eti wewe ulionipeleka. My daughter. Ah, my daughter. Kwa Klamu. Eh. Na kwa Steve? Kwa Steve sijui movie gani. Ile movie au kilikuwa nani? Eti. Hmm. Eh ilienda uh, ila kwa wote hao, ukiwatazama mabosi wako, yupi ambao unamkubali kuliko wote? Ah, mimi nakubali Doko, alionisababisha mpaka wote hao wanijue mm. e, bila Doko mimi hao wasingenijua mm. Nilianza leo, nakwambia siku nyingi mfanya mm. kazi tu. Ningekuwa kutoboa, mimi ningetoboa miaka hiyo mm. sio sasa hivi, ni dakika za jioni. Sasa e, no. Uwezi kusema eti mimi fulani yule aliyoniita mm nimeenda kule kaniongezea kidogo nipate kujulikana mm. nisahau kule nilikotoka kilio sina, hey. Mimi mtoto wa Kindengeleko. Kuna Lolo, kuna Doko ndo wanawa kuna mwingine ambaye nimemsahau na yule Alatifa. mke mke wa nani wa mf- wa, wa, wa Kamote. wa Kamote. Yupi ambaye unampenda kuliko wote? Wote nawapenda, kuna mmoja kazidi nani sasa? Ndio wewe unaambia nani wote nawapenda, lakini mtoto wangu wa kiume mtukutu, mara kaibale simu mm. mara oho, katapiliwa nini, mara kachukua pikipiki mm. anamchanganya, lakini wote nawapenda watoto wangu. Mi naona kama wewe wa kiume unampenda na sana hmm? Unamchukua kwenye vikao vyako, unaenda naye, unamtafutia dio wanawake mtaani i kama mapenzi yamezidi hapo? Kwa nini lolo lolo mtafutie wanaume? Lolo siwezi nikamtafutia mwanamume mwana, kwa sababu Lolo kidogo katulia, matukio yale makubwa makubwa hmm, ana ndo bora afadhali nitafutia huyu, sijua atatulia hmm. kaenda kwa, kwa biba mauti, kaenda kuchukua mayuti mauti ko, hmm. Ela yangu nimetupa kutibu kumbe. <laughs> ulimtibu wewe <laughs> sikaenda hospitali kuchoma sindano hey. Sasa kuna makombo nabiba, mayutia, yupi ambao unatamani awe mkweo? Mimi hapa nilintamani cheupe, barabarani yule alioibiwa, aliomwibia kumbe. Nampa mwana, namwambia mwanangu akuoe huyu, kumbe alimuibia. Haya, pana kazi tena pale. Ulisononeka, huruma, yani huluma. Jitihada zote umezifanya, lakini wapi? Ni vile tu Kwani hawa wote wakubali hawa wawili, wa huyu nani Habiba na yule Makombo. Maskini hawana hela. Sasa yule mweupe na mimi na hela. Hey, yule? Hmm. Najua si kwa siku moja. Ah, hmm, ile rangi imekuchanganya. Hamna, akisema ukweli kidogo mkubadilisha mboga kwa hao. <laughs> Sasa nilete mimi mwenyewe na njaa hey, amlete mkamwana na njaa hmm. Hapana, nitavutie mtu mwenye hela nishibe. Ukasema huyu mweupe anatamani. Mkwe wangu mtu hujatamani? kuwa na mjukuu, hawajukuu nataka. Mbona mkata makombo vile, uyo makombo makombo bwana rafiki wa mwanangu, utakmkweo ili siku ambayo wewe umevusha lolo, kavusha mwanao doko, kavusha ilikuwaje ile Asa, unashanga nini? E. Mimi muuni. Mwanangu ana mke. Mwanangu ana mume. Haya. Kawaida tu, kawaida tu. Unajua naibu yote. Aibu ya nini? Walinilijua. A ah, walijua kama mimi nimevusha si asubuhi sasa ndio mekuja kutoboka siri. <laughs> Aise? Familia na mambo utarajie nini sasa? na mwisho wa siku itakuwa ni hivi hivi tu, kila siku visa mikasa ishi hiyo ah, tutamsikiliza bosi. Hmm. Ataishia wapi? Na ukafa. Kama hmm. Ni eh? Oh. <laughs> Kifa sawa. Na ukasha kufa. Umetoa taarifa pale, si nimefungua. Na kufa eh. Yule. Kama akifa ndio imeisha zini. Nani? Sitori ndio imeishia hapo hapo. Mimi naomba tuishi hapo basi. Wapi kwenye kufa? Eh. hmm. Kuna watu ambao wanapenda kila siku unavyoigiza hivyo. Unatamani uambie nini? Kuna watu wanaependa mimi jinsi ninavyoigiza. Kuambia kwangu mimi, nashukuru wananipenda, na mimi nimewapenda, wazidi tu kuangalia kazi yangu eh, hasa mimi nashukuru. Siku nyingine nikija nikitamani kuzungumza naye, naomba usikatae. Siwezi nikakataa, nikatakivipi misikatahigi nakata nini? Haya bwana, kwaheri. Haya kwaheri na wewe bwana, ndo namalizia hapa na mazungumzo na Eli. <laughs> Ashura Kiuno, dada yangu bwana, sisi wote ni watu wanengeleko. Mwisho wa siku ni kwambie kama una, unafurahishwa na vile ambavyo